Tuelekee mahakamani sasa, ambapo Wakenya watatu wanaosakwa nchini Marekani kuhusiana na madai ya hatia za uhalifu wa mitandaoni watazuiliwa kwa siku nne zaidi kabla ya kuhamishwa nchini Marekani. Hakimu Irene Thamara aliarifiwa kwamba jopo la majaji huko Richmond, Virginia, nchini Marekani limetoa agizo la kuwakamata washukiwa hao watatu. Upande wa mashtaka pia uliarifu mahakama kwamba ilani ya shirika la Interpol iliyotolewa kuhusiana na madai hayo inaambatana na makosa hayo chini ya vifungu nambari 28, 29 na 30 vya sheria ya Kenya kuhusu matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa kimtandao. Habari zaidi ni kwenye mizani ya haki. Elvis Obaigua, Peter Umari na Francis Osanyo wamezuiliwa kwa majuma mawili kusubiri mipango ya kuhamisha nchini Marekani. Siku ya Jumatatu, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma iliarifu mahakama kwamba washukiwa hao walipatikana hatia hizo na, na jopo la majaji huko Richmond, Virginia mwezi Novemba mwaka 2023 na agizo la kuwakamata likatolewa. Hata hivyo kupitia mawakili wao, washukiwa hao waliomba mahakama isiwazuilie, wakisema kuwa haki zao za kikatiba zimekiukwa na kwamba hakuna sababu zozote mwafaka zilizotolewa za kuwazuilia. Kesi hiyo itatajwa tarehe tatu mwezi ujao. "I reiterate the compelling reasons for the custodial orders in this case is that there exist the arrest warrants, the red alert against the three respondents issue be another stage." Kwingineko, mahakama kuu imesema kurejesha pesa zilizotumwa kimakosa isikilizwe tarehe 25 mwezi ujao. Kwenye hati za mahakama mlalamishi Yunis Ng'anga alidai kwamba sera ya kampuni ya Safaricom ya kukata na kuzuilia pesa zilizotumwa kimakosa kwa mteja aliye na deni la fuliza inakiuka kanuni za kikatiba na sheria za huduma kwa wateja. It is also my view that Safaricom owes a duty of care, just like the banks do, to reverse and refund money wrongly sent to a customer Jaji Lawrence Mugambi ameagiza kwamba hati hizo ziwasilishwe katika muda wa siku 14 zijazo kabla ya kikao cha kuandaa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Ruth Wamboi, Darubini.